Hapo zamani za kale palitokea mzee mmoja alikuwa shaibu hasa. Kila mmoja alimfahamu vilivyo mzee huyo zaidi, kijiji kizima walimfahamu kama mtu mwenye mawaa zaidi duniani. Watu walimchoka, alikuwa dhoofu na masikini kupindukia. Kila mara alilalamika kuhusu kila kitu, alilalamika kuhusu jirani zake kula wali, akalalamika juu ya wengine kuvaa nguo nzuri na zilizofuliwa, akalalamika kuona wengine wakimcheka. Ili mradi tu lawama na masikitiko, mtindo mmoja. Kadri umri wake ulivyomwongezeka ndivyo alivyozidi kuwachosha majirani. Maneno ya kinywa chake daima yalijaa uchungu na maudhi masikioni mwa watu wengine wote. Ikafika mahala watu wakaanza kumkwepa, hawakujiona kustahili mzigo na madhila ya huyo mzee, maana ilikuwa ni kero kufurahia mbele yake. Ikawapotezea furaha watu kila walipokuwa karibu naye. Kwa kifupi, watu wote hawakumpenda hata kiduchu, lakini siku moja alipotimiza umri wa miaka themanini, jambo la kipekee lilitokea ghafla binvu. Kila mmoja kijijini akaanza kusikia tetesi, yule mzee mkuda ana furaha sana leo, wala halalamiki kuhusu jambo lolote. Ni mwenye bashasha kwa kila mwonaye, na zaidi uso umemtakata sana, kwa namna anavyoonyesha kujawa na furaha, kiasi kwamba anaonekana kijana zaidi alivyoonekana jana. Wanakijiji wakakusanyika nje ya nyumba yake. Kila mmoja hakuamini kile alichokuwa akikiona. Mzee huyo akabaki akiwashangawa na kijiji wenzake huku akitabasamu. Wanakijiji wakaona isiwe tabu, wakamuuliza ni nini kimekupata we mzee? Huku bashasha likizidi kumtawala mzee, akawajibu hakuna lolote la ajabu. Nimegundua kuwa nimekuwa nikiitafuta furaha kwa udi na uvumba katika kipindi cha miaka 80 sikuwahi kufanikiwa. Niliupoteza tu muda wangu na kisha nimeamua kuacha kuupoteza muda wangu kuitafuta furaha. Nimeamua kuishi bila kuipata hiyo furaha ili niweze kuyafurahia ya maisha yangu. Aa, wanakijiji wakatazamana kwa mshangao. Kuna ambao hadi leo hawajamuelewa mzee yule, kama wewe hivi. Imeandikwa na Fadhi Mtanga. Mimi naitwa Pro.